Jifunze Kuongea Kiarabu Online TV, karibu. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu al wa ala alhamdulillah assalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, nam, tunaendelea na darsa yetu ya sarf ya kitabu chetu hiki mabadi mabadiu ilmi sarf. Tupo katika mlango ambao unazungumzia ismu lzamani wa almakan, jina ambalo linajulisha e, muda wa kutendeka kitendo au sehemu ya kutendeka kitendo ambayo inaitwa dharf. Sawa, so, kuna dharfu alzaman wa dharfu almakani. Tukisema dharfu azamani kwamba ni muda wa kufanyika tukio. Sawa, so, dharfu al makan ni sehemu ya kufanyika zote hizo mbili. Anasema fasmu az zamani, ismun ma'khudhun min al masdar, ni jina ambalo limechukuliwa kutoka katika masdar. Bidalalati ala zamani wuqu'i al fi'li, kwa ajili ya kujulisha Kitendo. Kitendo u kutoka katika masdar masdar ndio lile chimbuko la hilo neno aaa, ala makani wuqu'i al-fi'li, kwa ajili ya kujulisha juu ya sehemu ya kutokea ile tukio, yani juu ya sehemu ambalo imetokea hicho kitendo, nini inaitwa dharfu

ainuhu fi lmudharii maftuhatan au madhmuuman, pindi itakapokuwa kitendo aini yake katika mudhari ina fataha au ina dhamma, pamoja katika ninidsani zetuz zinafahamika, fa yafalu yafilu kutegemea naitavkuja mithlu, mfano nabaa yambau, aini poapyapo katika hicho kitendo

na tumesoma hizo auzani huko nyuma. Kwa hiyo mjitahidi kufanya mraja, amesoma nini ya nyuma, mfike katika zile auzani. Kwa hapo kuna vitendo ambavyo aini yake imekuwa ina fatha na vitendo ambavyo aini yake imekuwa ina nini, ninikwao katika wizani neno yafalu au yafulu, yafalu au nini, yafulu au kana alfi'lu naqisan au kimekuwa kitendo ni naqis. Kitendo naqis ni kitendo aina gani eh, ambacho kina ugonjwa, yaani herufi ya mwisho ni illa, ndio ni naqis. Tusoma katika <tus> alqabul afaal jara, mfano hivyo jara, rama saa raa, mfano sa kama hiyo, inaitwa ni naqis yakunu ala wazni maf'al. Tumeelewa haya yote yaliyoelezwa hapa, yanakuwa katika wizani wa neno yafal mafal, ambayo mafal bifathi alaini, hayo ya juu na haya ya chini yote kwao. Hapo tunasoma taqulu, unasema mambau machimbuko, chimbuko malabu, malabu tunasemaje hapa, kwa maana mbili tunasemaje

mapito ya mto ni mapana ah, ni membamba sawa. Majra ma nahri, mapito ya mto. Dhayiq ni membamba, yani yapofinya. Masna'u alhadidi maftuhun, matengenezo <coughs> matengenezo ya chuma, useme ya kutengenezea vyuma. ni maftuhun, funguliwa. Sawa. wa kharaja an hadhihi alqa'ida Baadhi Al alfaz <tip> na yametoka nje ya kanuni hii, baadhi ya matamko ma anna aynahu, ma, ma anna aina mudhariihi, pamoja na kuwa hakika ya aini ya mudhari yake madhmumatu inadhamma lakini imetoka nje ya wezani huo, fa mithlu, mfano mas, tunasema masjid masjid

aina yake na kasra katika nini mudhari, au kana mithalan, au hicho kitendo kimekuwa ni mithal. Mithal ni kitendo gani? Eti mithal ni kitendo gani? he? Kwa hiyo mithal na mithali ni kigondo ambacho kitendo ambacho kina ugonjwa nini? Nzoni Ajwaf ni kati, naqis ni mwisho k muhifadhi lakabu za vitendo hivyo. Tuko pamoja mshe hmm. aya yajiu ala wazni maf'il. Ikiwa hivi, inakuja katika wizana neno nini? Maf'il, mithlu jalasa, yajlisu. Huko tumeona kwamba kwenye mudhari, ikiwa ikiwa aini yake na nini, ina nini kasra. Kitendo ambacho ni sahihi mwisho, alafu aini yake na kasra katika mudhari, nazala yanzilu. Mbona kwa aini yake hapo mpata nini Tunaposema mnafahamu, sasa ipo hivyo. Mnafahamu? Yani sio sasa aini ipo wapi, mnaelewa? Naam. Wa yeah. Mithalu al-mithali, na mfano wa mithali. Mithali, tumeona kitendo ambacho mwanzoni kina herufi ya illa: wada'a, wa'ada, walada, wada, taqulu naqulu nasema majlisu, manzilu, mawdi'u, mawidu, maulidu. mnafahamu? majlis kama hivi sehemu ya kukaa. Manzilu sehemu ya kuishi nyumba, hiyo kama nyumba, sehemu yote ya kufikia. Maudhi au maweko, mauidu. Hadha mauiduna, ukisema hadha mauiduna kwamba huyu ni muda wetu tulioahidiana. Hmm. Nifahamu au muda wetu ambao, au muda wa kufanya tukio fulani, wa kuahidiana <coughs> hadha mauiduna, huyu ni muda wetu wa kuahidiana. Maulid mazazi maulidu masufi maulidu nabawi a mtume. Majlisul ilmi rawda kikao cha ilmu ni bustani. Mauiduhum lsubhu mauidu yao ni subuhi, muda wao ni asubuhi. Mauliduhu si sisigharihi mazazi yake ni katika utotoni wake. Sawa, hapo itakuwa ni maudhi Naam? Naam? Itakuwa ni maudhiu n yaani maudiu, sababu hapo tunasema wadha yadau si, amesema au kana mithalan au kitendo ni mithali si, atuzingati kwenye aini mm -hmm. si kitendo mithali pia mm -hmm. Ukirudisha kwenye asli inakuwa hivyo

kumfanyia mtu ihsani ambaye si stahiki. Kwa wad'u al ihsani, kuweka wema au kufanya wema, fi ghairi mawdhihi pasipo mahala pake, ni dhulma. Umeelewa, eh? Fanya wema na stahiki, kufanya wema si stahiki kufanya wema, timu ile mbali. Umeelewa hapo? Wa in kana al-fi'lu ajwafa, na ikiwa kitendo ni ajwaf. Ajwaf ni kitendo gani? Naam, yakunu ala wazni Mafal, kinakuwa katika wizana neno mafal. Mithlu mfano twafa, ametufu, aba aba maana maanaraja, amerudi, ada nama, zara takunasema matafu, bimaana ni katika wizana neno mafal, maab marejeo, maad manam, malalo mazar